Klabu ya soka ya Yanga imetoa taarifa kuhusu mchezo wa ligi kuu dhidi ya Simba, mchezo ambao ulitakiwa uchezwe siku ya Machi 8, 2025. Sasa katika taarifa ambayo imetolewa na klabu ya soka ya Yanga ilikuwa na maelezo juu ya mchezo huo kwamba namna ambavyo e, ile tofauti iliyotokea kati yao na kikosi cha Simba, huku wakiwa wamebaini mambo kadhaa na kuweza kutoa msimamo wao juu ya sakata lile na misimamo yao kama ilivyokuwa wametaja kwenye barua ambayo ametoa kikosi cha Yanga tutakusomea hapo baadaye lakini kikubwa tu ni kwamba katika vitu ambavyo vichache walivyovieleza kwenye barua yao ni juu ya ule ugeni ambao klabu ya Simba ilitakiwa kuwa nao na namna ambavyo kashikashi zile zilitokea, ni ule usiku wa klabu ya Simba ilitaka kwenda kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini sivyo bahati, klabu ya Simba waliweza kufukuzwa na mabausa wa Yanga. Lakini Yanga wamelitolea ufafanuzi kwenye barua ambayo wameitoa hapo. Sasa machache kati ya mengi ambayo Yanga Africans wameyaeleza ni kwamba klabu ya Simba wao ndio na makosa. Yanga wao hawakuwazuia Simba kwenda kufanya mazoezi lakini hawakuwa na taarifa kwamba Simba watakwenda kufanya mazoezi pale. Na katika barua ambayo wameiandika wameeleza ya kwamba Simba hawakwenda na basi moja tu la wachezaji peke yake, lakini walikwenda na magari kadhaa, licha ya kwamba hawakutoa idadi ya magari ambayo klabu ya Simba walikwenda nayo. Kwenye paragrafu ya tano ya barua yao, klabu ya Yanga imeandika kwamba katika hali ya kushangaza, usiku wa tarehe 7 Machi 2025, klabu ya Simba iliwasili katika uwanja wa Mkapa ikiwa na magari kadhaa kwa ajili ya kufanya mazoezi, huku wakifahamu hawakuwa wamefuata taratibu za kupata haki yao ya kikanuni kama ilivyoainishwa kwenye taarifa ya bodi ya ligi ikiwemo kuleta ombi hilo kwenye kikao cha kikanuni ambacho kilikaa siku moja kabla ya mchezo. Lakini pia klabu ya Simba hawakuweza kuwasiliana na msimamizi wa mchezo, meneja wa uwanja, wala timu mwenyeji ambayo ni Yanga. Kwa hiyo Young Africans wametupia furushi la lawama kwa klabu ya Simba kupitia paragrafu hiyo ya tano kwamba hawakuwa wamewasiliana na mtu yoyote kuelekea mchezo ule lakini usiku wa kuamkia siku ya mchezo tarehe 8 yaani Machi elfu mbili ishirini na tano, klabu ya Simba ilitoa tamko rasmi la kugomea mchezo huo kwa kigezo cha kutopata nafasi ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi, huku wakielewa dhahiri kwamba hawakuwa wamefata taratibu zozote za kikanuni. Kwa hiyo klabu ya Yanga bado imeendelea kujiweka yenyewe ni salama kwenye sakata lile ambalo limetokea siku ya mchezo wa dabi, lakini baada ya kuzungumza mambo mengi kwenye barua ile, Young Africans wao wamekuja na mapendekezo matatu, na kwenye barua, kwenye barua yao wameandika mambo yafuatayo: kutokana na maelezo hayo tajwa hapo juu, ufuatao ndio msimamo wa kamati tendaji ya Yanga. Mosi, Klabu ya Yanga kupewa haki yake ya ushindi kama ilivyoelezwa kwenye kanuni pindi timu moja itakapogomea mechi. Sasa kwenye jambo la kwanza, Young Africans wao wameomba kupewa ushindi, yani kupewa magoli matatu na alama tatu, kama ambavyo inajulikana duniani kote, na endapo timu fulani itagomea mechi, kwa hiyo timu ambayo haijagomea mechi itapewa ushindi. Lakini jambo la pili Young Africans ambalo wao wamelitaka ni kamati ya utendaji ya Yanga imekubaliana kutoshiriki mchezo wa na namba 184 kwa tarehe yoyote itakayopangwa. Sasa jambo la pili hapa, naamini na leo ndio bado litakuendelea kukupa katika wakati mgumu. Young Africans wamesema hawatocheza mchezo wowote wa, wa dabi iwe leo, kesho, ama siku yoyote itakayopangwa, wao ndo hawatocheza mchezo huo, na nikimnukuu makamu wa rais wa klabu ya Yanga bwana Arfat Haji, yeye aliandika kupitia kurasa wake wa Instagram siku mbili zilizopita, aliandika kusema kwamba yeye atakuwa mtu wa mwisho kuamini ya kwamba Yanga watacheza tena mchezo wa dabi kwa mwaka huu, yani kwa raundi ambayo ya pili ya msimu huu 2024 2025. Lakini jambo la tatu Yanga Africans wameandika kutokana na mfululizo wa uvunjifu na kushindwa kusimamia kanuni za ligi kuu, klabu ya Yanga imekosa imani na kamati ya uendeshaji ya ligi kuu chini ya mwenyekiti wake Steven Mguto na katibu wa kamati hiyo Almas Kasongo. Hivyo tunaliomba shirikisho la mpira wa miguu yani TFF kuivunja kamati hiyo na kuteua viongozi wengine waadilifu na wenye nia njema kwa maslahi mapana ya mpira wetu. Mwisho lakini sio kwa umuhimu, tunawaomba wanachama, wapenzi na mashabiki wa Yanga kote duniani kuendelea kuwa watulivu, wakati uongozi ukiendelea na taratibu za kuhakikisha kuwa sheria na taratibu za uendeshaji wa mpira wa miguu na harakati za kudai haki yetu zikiendelea. Barua hii imetolewa na kamati ya utendaji, Young Africans Sports Club, tarehe 9 mwezi wa 3 2025. Sasa kwenye jambo la tatu, Young Africans wamezungumzia kuhusu kuvunjwa kwa kamati ya uendeshaji wa bodi ya ligi. Lakini kwenye barua ambayo ilitajwa hapo nyuma, mmoja kati ya watu ambao alizungumzwa kwenye barua hile ni Stephen Mguto. Stephen Mguto kwenye kitu ambacho alikizungumza, alisema siku ya mchezo Stephen Mguto alisema kwamba mchezo upo lakini baadaye yeye ndo kaja kutoa taarifa kwamba mchezo haupo. Kwa hiyo Young Africans wameona kabisa kwamba Stephen Mguto pia hafai kuwa mmoja ya watu ambao wanatakiwa kusimamia mpira wetu. So hayo ni mambo ambayo yameamka siku ya leo kwenye klabu ya Young Africans na misimamo yao, kati ya ile ambayo nimekutajia hapo, ndio pendekezo lao. Kwa hiyo hawatocheza mchezo wowote lakini pia wanaomba kamati ivunjwe kwa maslahi mapana ya mpira wetu. Je, unaiona TFF ikiingilia kati sakata hili? Kwa sababu TFF ni chombo kingine na bodi ya ligi ni chombo kingine, lakini vyote vinafanya kazi moja ya kuukuza mpira wa Tanzania. TFF wanasimamia maslahi mapana ya mpira wote wa Tanzania kwa ujumla, lakini bodi ya ligi wao wanahusika na ligiku, ligi kuu, ligi daraja la kwanza, championship pamoja na ligi za mikoa. Kwa hiyo Young Africans wameiomba TFF kuweza kuivunja eh, bodi ya ligi juu ya kile ambacho kinaendelea kwa sasa. Je, tukiona tunaona kama Young Africans wanaweza kuwa na nguvu hiyo ya kusababisha bodi ya ligi kuweza kuvunjwa. Lakini je, bodi ya ligi inaweza ikawashawishi vipi Yanga kuweza kurejea na kucheza huo mchezo? Lakini pia wao pia wana haki na kutaka waweze kupewa alama tatu pamoja na ushindi. Je, tunaliona hilo likiendelea kutokea? kwa sababu mchezo pia uliahirishwa kutokana na taarifa ambayo ilitolewa na bodi ya ligi hiyo. Ni kwa upande wa Yanga. Sasa kwa upande wa Simba, wao mpaka sasa hivi bado hawajataja chochote, lakini kupitia posti mbalimbali mbali ambazo wameziposti ya medali, meneja habari kwa kikosi cha Simba ana na kwenye caption amekuwa akiandika kwamba wanasubiri kupangwa kwa tarehe nyingine ya mchezo waweze kucheza lakini mengi na zaidi tutaendelea kujuza hapo kupitia Sawasawa Digital, ambako tunakupa habari kiganjani mwako, na ili wa kwanza kupata taarifa zetu, make sure kwamba una subscribe, una comments, una like pamoja na kushare taarifa zetu, ili na wengine waweze kupata taarifa punde tu tutapokuwa tunakuwekea.